Okay. Karibu kwa na, majina naitwa anaitwa Mwalimu Ringson Mkongwe mwalimu wa biashara ya Forex. Katika kipindi cha leo, taenda kukufundisha pembe tatu ya Forex. Pembe tatu hizo, pembe tatu ni zipi na zinafanya vipi kazi, na ukiweza kuzitambua hizo pembe tatu za Forex, basi hautatapeliwa na mtu yoyote. Okay. Kama ni mara kwa kwanza, usisahau kusubscribe, tunaanza kutoa mfululizo wa vipindi kwa kila siku na kila wiki tutafuatilia baadhi ya mafunzo kwa. Kwanza kabisa, kwenye Forex ina vitu vya msingi. Kila biashara ina msingi wake sawa, eh? kwa kuwa kila biashara ina msingi wake hata kwenye Forex, tuna msingi wa Forex. Sawa. Kwenye pembe tatu, kwenye ile pembe tatu ya Forex, mtu wa kwanza au pembe ya kwanza ni wewe mwenyewe, ambapo sasa wewe ndio unaunganishwa na soko na vitu vingine. Sawa, kwao pembe tatu, ile pembe ya kwanza unaisimamia wewe. Hapa kwenye wewe mwenyewe utahitajika kuwa na elimu ya forex, utahitajika kuwa na elimu ya kutredi, elimu ya kuchambua soko la forex sawa elimu ya kujua unaingia wapi unatoka wapi unatengeneza vipi faida unapata vipi hasara. Kwa hiyo hapa kwenye pembe tatu ya kwanza ambayo ni wewe mwenyewe, tunaangalia elimu yako, unajua nini kuhusu forex? Kabla hujaingia lazima uwe na elimu. Ukihitaji elimu zaidi, pia si tunatoa, utanifata, utaweka, uta komenti, uta au utachukua namba yangu kwenye description hapo utanifuata ni box, nitakupa maelekezo na namna tunavyofundisha na vifurushi. Hiyo ni pembe tatu ya kwanza wewe binafsi. Pembe, pembe ya pili kwenye zile pembe tatu ni soko. Sawa, hiyo ni pembe ya pili ni soko. Sasa kwenye soko la forex, tuna platform mama, japokuwa sasa hivi kila broker, anakuwa na platform yake ya kutrade lakini tuna platform mama kwa mtu ambaye unaanza, we ni beginner, unatakiwa utrade kwenye platform mama peke yake, ambayo tunasema ni soko. Kwa ufupi, tukizungumzia soko tunazungumzia applications za kutrade ambazo zinakuingiza sokoni, ambao ni MetaTrader 4, au MetaTrader 5. Kwa hiyo kama wewe ni beginner, ndo unaanza kwenye forex kwa mara ya kwanza usitredi platform nje ya hizo mbili MetaTrader 4 au MetaTrader 5. MetaTrader 5 ni kamba ambayo imefunguka hapa mbele yako, sawa. Kwa usitredi kwenye platform nje ya hizo mbili kama ndo kwanza una anza. Sawa, ilo ndo soko lenyewe. <clears throat> Na hapa kwenye soko kuna vitu utakavyotakiwa kuvifahamu, tutatakiwa kufahamu sessions za soko ni session maarufu kwa hapo, tutatakiwa ujifunze soko linafanya vipi kazi. Section session hizo ni zipi, zinafunguka saa ngapi, zinafunga saa ngapi? Sawa, na pia kwenye kila session, pair gani na kweko active, pair gani na kweko dormant Sawa, pia gani inakuwa ina move pips nyingi, sawa pia gani ina move pips chache. Kwenye kila session kuna pair ambayo inakuwa iko very strong na kuna pair ambazo zinakuwa very weak. na kuna pair zinakuwa ziko hapo katikati, sio strong sana wala sio weak sana. Hicho natakiwa ufahamu kwenye pembe ya pili. Tunakuja kwenye pembe ya tatu, sawa eh? Baada ya kusikiliza pembe ya tatu, naomba usikilize mpaka mwisho, kwa sababu nitakupa na angalizo ili usije ukatapeliwa. Tunakuja kwenye pembe ya tatu. Pembe ya tatu anasimama broker. broker ndio anayekuunga wewe na soko, ndio anakamilisha ile pembe Tatu. Kwa kazi ya broker ni kukuunga wewe na soko kwa sababu wewe una pesa za kutosha kuingia sokoni direct. Kwa hiyo yeye anafanya kazi ya kuchukua oda zako na kuzipeleka sokoni. Tunasema ni mtu wa kati. Sasa hapa kwenye broker, pia kuna vitu vya kufahamu. Unatakiwa ufahamu kabisa kwamba kuna broker ambao wamesajiliwa, wana leseni na kuna broker ambao hawajasajiliwa na hawana leseni. Sawa. Unatakiwa ufahamu kwamba kuna broker dealers ambaye ni dealers na non dealers. Kuna mabroka ambao wanachukua oda zako, wanazipeleka sokoni kama zilivyo, na kuna mabroka ambao wanafanya ujanja ujanja wao, ukipoteza wao wanapata faida. Kuna broker mwenye kitabu buku A na buku B, buku A anafanya kazi ya kuharibu oda za watu ili atengeneze faida, anaweka kwenye bukubin wale kila kilad zao, kwa hiyo anabidi apeleke vitu vingi. Kuna elimu broker, broker na, na kuna mashindano ya broker bora mwenye nzuri mwenye anafanya kazi on time. Kwa hiyo kuna vitu vingi hapa kwa broker sawa eh? Kwa hiyo ili uwe makini, unatakiwa hapa kwa broker uwe makini, ufahamu kazi ya broker ni nini. Kazi ya broker ni kuchukua hela kwako na oda kwako kupeleka sokoni tu, ana kazi nyingine. Sawa eh? ko hapa utakuta kuna mabroka wengi sana wana leseni, watu wanawakimbilia kwa sababu broka anampa tu option ya kutoa kwa M-Pesa tego pesa yanamkimbilia, lakini wapo mabroka ambao wamesajiliwa, wana leseni ambao wana uwezo wa kukusaidia wewe kuweka pesa na kutoa pesa kwa M-Pesa, lakini wana leseni ko unakuwa huko sehemu salama, kama unahitaji linki ya mabroka ambao ana leseni kuna linki huko hapo chini, au utakomenti au utanitumia message kwenye namba za simu hapo chini, nitakupa linki yake for free, uta utajiunga. Sawa. Kwa hiyo lazima pia ujue unafanya kazi na broka gani, na kwa sababu gani kuna vitu vingi yani, kuna somo nitaliandaa ambao ni uchambuzi wa broker, na kuna video tayari ipo kwenye YouTube channel yangu ifuatilie, imeandikwa uchambuzi wa broker mzuri wa kutrade Tanzania na Kenya. Utamwona yule broker na utachukua link utajisajili, na nimeelezea pale kwa sababu gani ni broker mzuri, nimeelezea sababu. Sawa. Kwa hiyo kwenye hiyo pembe tatu, kwenye hiyo pembe tatu, kati yako wewe, broker na soko hiyo ndo pembe tatu imekamilika ya forex, ambayo ni basic. Sasa nasikilizwa kwa makini, chochote kinachozidi nje ya hiyo pembe tatu, chochote kinachozidi, hutakiwi kufanya au kujihusisha kama ndo for the first time unaingia kwenye forex, sawa? Kwa sababu huko ndio kuna michezo michafu mingi. Utaona zile platform, wekeza laki tano ndani ya masaa ishirini na nne tunakupa laki sita. Sawa, utaona zile platform wekeza milioni moja, au wekeza elfu ishirini ndani ya masaa ishirini na nne inaanza milioni. Sawa, ndo utaanza kuziona sasa, na zile platform za kulipia lipia. Yaani, utaona platform nyingi ni za kulipia. Utakuta kuna platform nakwambia, utakupa kitu fulani utalipia. Utakupa signal utalipia. Sawa, lakini kuna baadhi ya vitu unavipata kwa broker. Kama signal zinatoka kwa broker. isipokuwa sasa ujue ni broker gani unamtumia, na, na signal zake anatoa vipi na namna ya kuzisoma, lakini elimu na baadhi ya vitu huwa pia mabroker wanatoa wa, lakini sio kila broker anatoa. Kama unataka kujua broker anatoa atoi, kuna vitu vya kuzingatia, na kama unahitaji broker ambaye anatoa paka signal na anatoa baadhi ya seminar uta utanifuata inbox au uta comment hapo au utachukua linki yake iko hapo chini ya account. Ukifungua account kwa hapo kwake, utaenda utaona vizuri tu signal zake, wanakuwa wanatoa, wana update sawa, kila baada ya masaa mawili. Kwa hiyo unatakiwa vitu vinavyo, kama ndo ndo una beginner, ndo umeanza, vinavyozidi nje hiyo pembe tatu nilikutajia kati yako wewe, soko na broker. Kile, chochote kinachozidi eka pembeni kwanza, kwa sababu ukiwa begina una uwezo wa kuchambua na kutofautisha kati ya skama na mtu ambaye yuko really, tapeli na ambaye si tapeli, utaweza kuchambua kwa sababu unakuwa una elimu una iliyojitosheleza kwenye forex. Kini ukishapata elimu ya kujitosheleza kwenye forex una uwezo wa kuchambua kwamba kujua taarifa hii ni ya uongo, taarifa hii ni ya ukweli. Ukiwa oh, oh, unaanza wewe, shika vitu vitatu wewe, ambapo wewe unatakiwa uwe na elimu juu ya forex, ambapo elimu sisi tunatoa. Cha pili, soko trade cha penye kwenye MetaTrader 5 na MetaTrader 4 peke yake, usitrade hizo platform nyingine, sawa. Cha tatu, broker, tafuta broker ambaye ana leseni, amesajiliwa, na anaweza na akatoa vitu vingi akakuofa, ofa nyingi ambao hapo ukitaka hiyo broker link iko hapo unaweza ukachuka uka ifungua na ukafungua account bila changamoto yoyote. Kwa hiyo ukitakachobaki hapa kwenye pembe tatu shakusaidia mbili. Broker link iko hapo chini na platform ya soko ya MetaTrader 5, tumia hiyo. Hapo inachobaki ni wewe na elimu. Vinavyozidi hapo, acha utakuja kujifunza baadaye, wakati umeshapata elimu una uwezo wa kuchambua utaweza kugundua kwamba hichi ni sawa, hichi nikichukue, hichi ni ache, hichi nifanya hivi, utaweza hivi kwa kwanza. Acha tumeitimisha kwa majina ni Mwalimrn Mkongwe. Kama unahitaji huduma ya mafunzo, huduma yoyote, msaada, maswali na majibu, komenti, au eka namba hapo, au chukua namba yangu ya utanitafuta, nitakupa majibu na maelekezo. Karibu tena.